Hello Tanzania, hello East Africa, ni Mafiga Matatu once again ndani ya nyumba, na leo tuko maeneo ya Magomeni. Ni Magomeni sehemu gani? Magomeni panaitwa Royal Village Hotel. Hotel kubwa sana pa Dar es Salaam. It's not just a hotel, it's a hotel and lounge. Ooh. So you don't have to be left behind. Hey. This is Mafiga Matatu. Matatu, wewe usiache nyuma <laughs> Once again, ni Kisiki TV ndani ya mafiga matatu tuko hapa kukuletea leo jambo lingine, na hapa tumetangulia mafiga mawili. Figa letu la tatu, si ndani ya muda mrefu, basi litakuwa limefika mahali husika. Kisiki No. hivi sana yetu unaionaje Bwana mamiji? Sana, sana ina maana <laughs> <laughs> Bwana mapana kwa viongozi Uh, mimi ni msanii. Kwa majina naitwa Abdul Kingo lakini kwa sasa naitwa Mzee wa Pisi Kali <laughs> Mzee wa Pisi Kali. Okay, bwana Kingo, aka Mzee wa Pisi Kali. No. Asante sana. <laughs> Mimi ni msanii mwigizaji wa filamu pamoja na tamthilia mbalimbali hapa nchini na safari yangu ya sanaa hii ya maigizo imeanza muda mrefu sana lakini nimeanza kuchomoza rasmi kuanzia mwaka 2015, nikiwa katika kundi la Mega Arts Group ambalo linaongozwa na mkongwe Crisant Muhenga. Sanaa ni, ni pana sana na sanaa huwa inaanzia kwenye wazo. Kwa hiyo, eh, nikiwa ndani ya kundi la Mega Arts Group kulikopo na igizo ilikuwa linarushwa na kituo cha television cha ITV mwaka 2015 mpaka 17, ilikuwa linaitwa Dhamira Kovu la Dhambi. Kwa hiyo <laughs> <Sante. laughs> katika lile igizo nilishiriki kama daktari, nilikuwa naitwa Dr. Kingo. Uh, kuanzia hiyo 2017 ambapo igizo lile lilikopo limeishia limefikia tamati 2019, nikaibuka tena katika filamu mbili za Duma, Duma TV au Daudi Michael, ambapo ali, aliweka audition yake pale maeneo ya vijana katika kutafuta vipaji, na mimi nikaenda. Kwa hiyo nikaibuka moja kati ya watu ambao wamechaguliwa. Daudi Michael Duma akasema huyu ndio main character katika hii kazi. Sasa wenzake wakamwambia kwamba anakuwaje main character wakati hujajua uwezo wake ndio. Kwa hiyo alikuwa na uh, movie zake mbili kubwa, moja ilikuwa inaitwa Baba, nyingine ilikuwa inaitwa Kilio mimi nataka kujua huku kwingine ambako wewe haukuwa main character, lakini confidence yako wewe ndio ilikupa main character. Main character alikuwa wapi after wewe kuwa main character? Yeye alikuwa kwenye hali gani? Kwa kweli, sijajua kwa sababu hata main character mwenyewe katika ile kazi sikuwahi kumjua kabla. Kumbuka kwamba mimi nilikwenda pale kwa ajili ya kucheza sinema moja moja, kwa hiyo wahusika wengine sikuwajua. Kwa kwa hiyo hata nilipokwenda kukastiwa kucheza main character akasema kwa namna ambavyo anajiamini na hizi costume ambazo amebeba, mimi ndio namwona huyu ndio main character. Na nilicheza kama mwenyekiti, na kweli mpaka leo baadhi ya maeneo nikipita naitwa mwenyekiti <laughs> kwa sababu ile kazi ilikuwa ni kubwa <laughs> <laughs> Yes, sio kubwa na taito, mwenyekiti. Okay, tuendelee mwenyekiti. after all tumesikia historia yako kwenye sanaa, ilikuwaje? mambo yaliendaje? lakini kwa nini ulichagua sanaa na si kitu kingine tena? Sasa sanaa ni maisha, alafu sasa kuna kitu nyinyi msichokijua kutoka kwangu <laughs> mimi ni mmoja kati ya wachora katuni wakubwa sana nchini. Ninyi mkuwa mjue, kwa sababu sanaa ile, naongea na peni na natambulika kwa hivyo, lakini sura yangu haionekani, ila kazi inaonekana na jina linaonekana. Sanaa ni kipaji. Sanaa huwezi ukaingia kama huna kipaji. Ukishakuwa na kipaji cha sanaa, basi tayari wewe unakuwa ni mtu mwenye maono, na ni kwamba una automatikali utajikuta maisha yako yameegemea hapo katika sanaa. Yes. Wow. Yeah. Kwa hiyo asilimia tisini ya maisha yangu naishi katika sanaa zaidi

Ilikuwaje kuwaje Mzee wa Pisi, ilikuwaje kuwaje mpaka bwana mkubwa mmoja akafanya kazi nayo, afanya kazi nayo. Ilikuwaje hivi? Sema kwanza, hebu tushirikishe. Ameruka viunzi. Anaanza kuwa mchoraji. Bwana. Muigiza. Sasa nitafanya nini eh? Hebu tuambie ilikuwaje? Ni safari ya maisha. Eh? Ni safari ya maisha, maisha yanakwenda yanaongezeka kama nilivyokuambia kwamba nimetoka yani, kwamba mimi ni mchora katuni mpaka leo yeah, lakini nikaingia kwenye uigizaji still, hata hapa kwenye video king ni uigizaji pia. Mona nimepataje ile nafasi. Hapo ndo patana, nafasi nimepata kwa kupigiwa simu, sio kwamba labda nime Platinum ni kiongozi mkubwa, kwa hiyo nimepigiwa simu na watendaji wake ambao wao jukumu lao kubwa ni kutafuta casting. Kwa hiyo kulikuwa na mchakato ambao umepitiwa, bila hata mimi mwenyewe kujua huo mchakato ulikuwa unazingatia vigezo gani, lakini ule mchakato ulipopita wakaona kwamba mimi nafaa, na Diamond Platinum akanipitisha mimi kuwa niifanye ile kazi. Kwa hiyo mimi nimepigiwa simu tu kwamba kuna kazi moja mbili tatu unatakiwa kuifanya. Kwa hiyo kimsingi, uh, mimi niwaambie kitu kimoja, mimi katika sanaa ya uigizaji nilikuwa napenda siku moja nije Video king katika muziki wote. Lakini turudi <laughs> kwa upande wa casting, casting manager ni mtu muhimu sana katika hii industry kwa sababu casting manager, ninavyotambua mimi, ni mtu ambaye anaijua story na anaona wale wahusika katika story na kuwatafuta, kwa hiyo hilo ni moja kati ya jukumu la casting managers. So sasa ulizungumzia kwamba kuna casting managers madalali. Kuna wale wengine unajua kuna mwingine haijui naye story lakini kwa kuwa anamfahamu mtu au ana group anaw, anaw, la watu wengi mm-hmm, naye anajipa ile majukumu kwamba naye tayari ni casting manager, kwa kuwa kwa kuwa tu ana namba kubwa ya watu. Kwa hiyo hata mnafika location na muuliza manager, heri ni kinafuata au nini kinaendelea tuasubili wenyewe anyway. Naye mwenyewe anasubiria Maelekezo kutoka kwa watu. Na unajua kabisa dalali huyu hapa, nimepigwa hapa. <laughs> Unajua mamiji, yeah. Unajua, unajua kwenye watu pana watu kwenye wengi pana wengi, na kila mbuzi anakula usawa wa kamba yake, yeah. Mimi ninavyoichukulia taaluma ya casting manager au kwa nafasi yao, mimi naichukulia kama hivyo ambavyo nimeielezea, yeah. Lakini pia kama kuna hao ambao wanaoishi kwa 10% na nini, kama hawadhuru sawa, ni maisha yao, siwezi nikawasema nika vibaya. Huenda kwa, kwa namna moja ama nyingine wana, wana mchango wao katika industry. You never know, otherwise wangekuwa wame, wamesha, wameshachukuliwa hatua, lakini ukiona wapo na wanaendelea kufanya kazi, basi wana mchango katika industry kwa namna moja ama nyingine. Okay, kama mlivyosikia ni kwamba wana mchango wao kwa namna moja ama nyingine. It's either umekutana na casting manager for real ama umekutana na dalale, it's up to you, ni vile nyinyi mnakubaliana nayo na, na mambo yanaendelea. By the way, mimi nitaka tujue pia wewe unashauri nini sasa katika ili wimbi kubwa la wasanii ambao asilimia kubwa wao ni mionekano yao ndio inawabeba lakini si kipaji, si utayari, si kujitoa, si kivyo vyote vile ambavyo msanii anatakiwa kuwa. Lakini umejuaje? <laughs> <laughs> <laughs> Endawazimsiwako <laughs> uko chini. Uh, mimi kwa upande huo naweza nisiwazungumze nisi, nisi vibaya ila mpaka wamefika hapo walipofika hawakujileta wenyewe. Kuna watu wanaoitwa maproducer. Mimi sio producer. Mpaka unaona mtu katumika basi producer inawezekana kuna kitu amekiona kutoka kwa huyo msanii ambaye amemtumia, lakini sasa jukumu linalobaki kwa msanii, ushauri wangu, kama una mwonekano mzuri na producer amekuchagua umeonekana, sasa ni jukumu lako wewe kutafuta elimu ya uigizaji ili ujiweke vizuri katika nafasi yako Mwisho wa siku usije uka, ukapotea, na watu wasijue, kwa sababu mwigizaji anatakiwa kuwa na ladha, sio tu kuonyesha, kwa sababu tunazungumzia mwigizaji ni mwakilishi. Mwigizaji ni mbeba maono, anawakilisha kundi kubwa katika jamii. Sasa ukipata hiyo nafasi na imekuja kibahati, basi ifanyie kazi. Walimu wapo, makundi yapo, unapata elimu, unaishi kuna watu wengi wanaajiriwa wana katika nafasi mbalimbali wanaanza kama vibarua, wakiwa hawana taaruma ile, lakini wanajifunza kazini, lakini mwisho wa siku wanakwenda kutafuta elimu mbona. Yes. Yes. Mm-hmm. Kwa hiyo hii sanaa sio eneo la kuja kukimbilia kwamba ni kama sehemu ambayo umekosa minsi za kupata pesa, basi ukaja huko kwenye sanaa ukahisi kwamba ndio sehemu nyepesi sana ya kujipatia riziki au mafanikio ya haraka. Hii ni ajira na hiki ni kiwanda kinahitaji uwe na discipline na uwe na knowledge ya hiki ambacho unakifanya. Hii ni ajira na hiki, na hiki ni kiwanda. So what we need is discipline, na ujue ni kitu gani unachotakiwa kukifanya. Tuko pamoja ndugu zangu, hapa ni Mafiga Matatu na mimi ni Mamiji bwana. Mimi Mamiji kusema kweli nimeshiba nime, nime, nime kusema kweli nimeshiba sana. Ndugu yangu hapa Mzee Kingo kanipa vitu kama wewe mtazamaji wangu, hujavipata, hujavisikia vizuri, hebu kwenye, kwenye, kwenye, kwenye vitu kama hivi, mzee kaongea vitu vizuri sana mzee kaelekeza vitu vizuri sana, sana. Lakini vyote kitu kingine, discipline, sio heshima, sio mzee wangu, heshima, discipline, shikamoo inazungumzia au inabeba vitu vingi katika maisha. Mimi najua unavyosema sio shikamoo, nitakwambia shikamoo makelele, basi heshima pesa

Mimi natolea wapi kama wewe una mengi mimi nayatolea wapi? Aiishe kipindi. Bwana, hebu tumpe nafasi mzee wetu. Yes, actually atupe nani li platform zake za mitandao ya kijamii ni jinsi gani unaweza ukampata tofauti na kipe, na tofauti na Mafiga Matatu. Wow. Yes. <laughs> Sawa. Uh, kwanza kabisa uh, mzee wa Pisi Kali napenda kushukuru timu nzima ya uh, majifa matatu, Mafiga matatu. Ehe, kwa kuweza kunitembelea hapa, nilikuwa nimepumzika, nilikuwa nasoma, nasomasoma script, lakini nimeona na kitu na mmeweza kufika hapa, niwashukuru sana sasa. Lakini kabla sijatambulisha uh, mitandaoni napatikana vipi, pia wahenga walisema ukijisifu una mbio wasifu nawa wanakukimbiza pia kwa hiyo, nipende kuchukua fursa hii kuwashukuru wale wote kwa namna moja ama nyingine kwa amenifikisha hapa nilipo. Nazungumzia directors, producers na wasanii wenzangu wakubwa, upcoming. Maona naweza kutaja watu, watu wachache kama Chris Anti, Muhenga, Daudi Maiko, director wangu Mbulu, eh, pale kwetu studio Fredi na wengine wengi, siwezi kuwataja wote, lakini kwa uchache nafikiri watakuwa melewa. Shukrani zangu ziwafikie kwao. Na mitandaoni, Instagram napatikana Uh, official underscore Abdul Kingo siache space, na Facebook waandika pale Abdul Kingo, TikTok Abdul Kingo, kote huko unanipata hivyo lakini YouTube pale utaandika Abdul Kingo TZ. Unanipata hapo YouTube. Kwa hiyo tuwe karibu, nawapenda sana. Na nawapenda sana. Na nawapenda sana, mafiga matatu, nawafuatilia na sana <laughs> Okay, kama mlivyosikia na mafiga matatu na majifia matatu ni kitu kile kile na maana ni ile ile. Pale chungu kinakaa na kinapikika, na msosi unalika, kama tulivyokula msosi wetu wa leo, na figa letu la tatu Mr King akiwa ndani ya nyumba, na mimi host wako nikishirikiana pamoja kabisa na Kisiki, ndani ya Kisiki TV, ulikuwa nami Mami G na si mwingine. Basi maandalizi ya kipindi kijacho yataanzia hapa tunapotamatisha kipindi chetu cha leo, sawa. You don't have to be left behind, yani Usiachwe nyuma, usiachwe nyuma kabisa. Mafiga matatu yanavyoenda, tukiweka pale chungu chetu, basi wejiandai na bakuli lako la supu, maana yajayo ni matamu makubwa yenye kufurahisha. Au mnasemaje ndugu zangu, jamani? <laughs> Haya ni mafiga matatu, na mwisho wa kipindi chetu cha leo ndio mwanzo wa kipindi chetu kijacho. Mimi nakwambiaje? Usikubali kuachwa nyuma.